Ndugu wa Tanzania, habari za wakati huu. Naitwa Kanali Polepole, nina mambo machache sana. Leo nimekuwa nikiongea sana, lakini katika kuongea kwangu nimekuwa a very diplomatic, nikitoa code nikitoa taarifa lakini, this now, it's very serious and there is a consequences. Cha kwanza nianze kwa kuwapa pole wa Tanzania. Tuko katika kipindi kigumu sana, na msikubali kurudishwa nyuma na hawa watu wabaya. tumepoteza ndugu zetu kwa maelfu saizi wanalipana mishahara na posho it won't work. Ilo lilikuwa la, la kwanza. La pili niseme kwamba mimi sina akaunt ya instagram huyu, eh, dogo Abduli eh, ana vijana wake wako pale eh, Mikocheni, wamefungua akaunti yangu. Kwa hivi, ukienda inbox, ujue watakukula kichwa watu, ukifanya vyovyote, hata kama unanijua vizuri sana kwenye ile akaunti, ukijiroga, my friend you are gone. kwa hivyo stay stay away from account inaitwa stay away Agustino Polepole kila wakati. Swala la tatu, nimekuwa nikisema nafuatilia, nimefuatilia kwa ukaribu sana everything you know. maswali yote ambayo wewe unajiuliza unataka mimi nikupe majibu, na mimi nilikuwa na maswali hayo. Nimejifuatilia, nimejiridhisha kwa kushiba E, nini nani wapi, kwa nini yote, nimejiridhisha kwa kushiba. Sasa basi, e, kama nitazungumza tena itakuwa bahati mbaya, lakini ninachotaka kukisema saizi natoa masaa ishirini na nne natoa masaa ishirini na nne wamwachie Humphrey Polepole. Tena wampeleke Segelea. Watampeleka vipi sijui, wampeleke Segelea. Natoa 24 hours, kwa sababu toka mwanzo nimekuwa nikizungumza, imebidi niendelee kuzungumza kwa sababu mimi sifanye mambo ya gizani. Walienda kumteka Humphrey alikuwa nakaa peke yake eh, kimia, kimia najua, walifuatilia zile movement na nini n na nini, nini. Choke, mimi niko live nasema, natoa 24 hours wamwachie Humphrey tena wampeleke Segerea kwa mama yake. Kinyume na hapo, nitajilipiza, nitajilipiza ni watu wote ambao nimewahi kuwataja, it doesn't matter, syndicate, ikisoma vyovyote, tunakula kichwa, nakula kichwa ukijaa kwenye kumi na nane na kula kichwa kwenye sindikati ukijaa sasa, ili msije mkaona kwamba nimewaonea na washauri, ongezeni ulinzi, ili ni kila kichwa, msije mkaja na sababu

Nitalipa kisasi mzee Kikwete, ongeza ulinzi mwanao Ridhiwani, ongeza ulinzi Samia suluhu Hasan, ongeza ulinzi e, Direkta General Intelligence, ongeza ulinzi IGP, ongeza ulinzi, awa machawa molilo na mafole You just decide, man. Na wale wale chawa ambao walikuwa wanafuatilia wakaingia walikwenda na zile gari wakapaki pale, mm, wakakata nyaya wakavunja mlango. Ongezeni ulinzi ili nitakapolipa kisasi kusio kwamba ah, sijui nini sitaki kufanya tukio kama mlilofanya kwa Humphrey maana Humphrey alikuwa nyumbani peke yake. Mimi nitalipa kisasi kwa jina la Mungu wa Israel, Mungu wa Shadrach, Meshak na Abednego, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nitalipa kisasi na kisasi hiki kinaanza baada ya masaa ishirini na nne ishirini na nne kutoka sasa. Nimewavumilia kiwango cha kutosha sana, na sio kawaida yangu. Wanaonifahamu wameshangaa, na sio nyinyi tu, hata wale mnawatuma wenye gari zinazunguka zunguka, zunguka. Waambieni wawe tayari. I'll not go back after 24 hours. Sitarudi nyuma baada ya masaa 24. Mzee Kikwete na kuheshimu sana. Lakini nafikiri uzee wako mara mbili liziwani kijana mdogo sana. <laughs> Ongeza ulinzi, Samia, ongeza ulinzi, Wambura Mulilo, Mafule

I've already talked a lot with these people. Mkitaka amani na haki, mwachieni Humphrey akiwa, haki, akiwa, akiwa hai na mwenye afya mumwache segelea kwa mama yake. After 24 hours, narudia tena after 24 hours. Mungu ibariki Tanganyika. Mungu muumba mbingu na dunia na vyote vijazavyo, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wafariji waliopotelewa na ndugu zao.